Nilitoa milioni mbili na laki sita ambazo nilizitolea jasho sana kuweza kuzipata, sio kirahisi rahisi. Yule jamaa aliyenipeleka alirudi na kuniambia tuondoke. Basi niliwasha pikipiki na safari ya kurudi Mbezi kaanza. Ilibii ni muulize bro, safari lini sasa? Akaniambia safari ni jumamosi inayofuata na unatakiwa ufike pale pale tulipokutana naye saa tatu usiku. Aliniambia hivyo na hapo nikafunga mdomo na kuwa makini na barabara nisijakufa hata kabla sijafika napotaka kuweza kufika. Tulifika Mbezi na kumwacha jamaa sehemu ambayo ni mbali na kituo. Niliendelea mizunguko ya kawaida, huku nikiwaza safari yangu tuyo kwenda huko ugaibuni. Hatimaye siku ya safari iliweza kufika. Siku hiyo nilirudisha pikipiki kwa bosi mapema sana, kwa kisingizio kwamba nimepata simu ya ghafla kutoka kwa mtu ninayemfahamu kutoka Zanzibar. Bosi alinielewa na kunipa laki tano kwa ajili ya safari. Nilijisikia vibaya sana, lakini sikuona jinsi. Akili yangu ilikuwa inawaza mambo mazuri yanayonisubiri katika nchi za magharibi huko. Niliaga na kuondoka niliyaga → niliaga na kuondoka kurudi nilipopanga, Franki akaniuliza mbona unapanga vipi, unapanga vitu vipi kaka? Nikamwambia nakwenda Zanzibar kidogo, nimepakumbuka sana. Nilimwa kumdanganya hivyo Franki. Franki akaniambia fadhali, eh, unataka kurudi kwenu? ni miaka takribani miwili sasa imepita, mwanangu, jatia mguuni vizuri pia kwenda kuwasalimia nyumbani. Frank aliongea hivyo huku akiwa na tabasamu. Hakujua kama mimi lengo langu halikuwa kwenda Zanzibar. Lengo langu mimi lilikuwa ni kwenda huko ugaibuni. Basi nilimaliza kupanga nguo mili tatu, nikafunga nikifunga begi, nikamwaga Frank na kisha nikaondoka. Nilipanda bodaboda boda mpaka maeneo ya posta. Nilifanya hivyo ili nisishtukiwe. Baada ya yule jamaa kuweza kuondoka, niliita bajaji na kuelekea Oyster Bay, ambapo ndipo nilipokubaliana nikutane na yule mzungu. Nilifika Oyster Bay na kushuka, nilimlipa mwenye bajaji na kuanza kutembea, na kwa sababu ilikuwa ni majira ya saa sita, ilibidi nitafute pahali nikae kwanza kwa ajili ya kuweza kusongesha muda mbele. Nilikaa sana huku mara kadhaa nikizunguka zunguka. Nilikumbuka kuwa maji ni muhimu mno, hivyo nilinunua chupa kadhaa za maji na kuzitia kwenye begi langu. Niliendelea kusubiri mpaka majira ya saa tatu ilipoweza kutimia. Nilimwona yule mzungu akija upande wangu, wala hakufika sehemu nilipo, alinipa ishara nimfuate. Basi nilinuka haraka sana na kuanza kumfata, alitangulia mbele huku akiwa makini sana. Tulifika mpaka kwenye gari yake, tulipanga na, tulipanda na safari kaanza. Tulipofika katika geti la kuingia bandarini, alinipa ishara ni iname, yaani kujificha, nami nikafanya hivyo. Baada ya maongezi ya sekunde kadhaa na walinzi wa pale getini, aliruhusiwa kupita moja kwa moja mpaka kwenye meli moja kubwa sana. Alipandisha gari mpaka ndani ya meli mpaka sehemu moja hivi ambayo nahisi ilikuwa ni ya kwe, kuweka magari. Alishuka kisha akaniambia na mimi nishuke. Tulitembea kwa umakini mkubwa sana mpaka kwenye mlango mmoja hivi, aliufungua na kuanza kushuka ngazi kuelekea chini. Tulifanikiwa kufika kwenye chumba fulani hivi, alifungua mlango, macho alinitoka kukuta vijana wengine kama mimi, wavulana kwa wasichana pia wakiwa wamejazana ndani ya chumba hicho. Akaniambia, kijana, utakuwa humu na wenzako. Aliongea hivyo na kunikabidhi boksi dogo la biskote. Akaniambia hiko ndio kitakuwa chakula chako, utakuwa na kula moja kila baada ya siku tatu, na maji nitakuwa nawaletea mimi. Alimaliza kuongea na kukifunga kile chumba. Niliwaangalia wale wenzangu na kutabasamu kidogo. Niliona tayari nimeshapata marafiki wa kuanza nao maisha endapo huko tunakokwenda tukiweza kufika. Mashine za meli ziliwaka mnamo majira ya saa nane za usiku, na baada ya muda kidogo nilisikia kipiga honi kwa ishara kuwa ilikuwa inang'oa nanga. Moyo wangu uliingiwa na amani na kuhisi ya kwamba nimetua mzigo mkubwa mno wa dhiki nimeutua mzigo mkubwa mno wa umaskini. Ama kweli usilo lijua ni sawa na usiku wa giza, na ng'ombe wa maskini siku zote hazai. Meli hiyo ilikuwa ikitembea taratibu sana. Kuna baadhi ya wakati vijana wengine walitapika kutokana na kuchafuka kwa bahari. Kuna wakati ilisimama, na nilihisi kuna vijana wengine waliingizwa katika vyumba vingine Safari hiyo iliendelea huku kila siku nikipanga mipango mingi sana. Kuna wakati nikawa na mawazo kama nikifika huko niwe msanii au niwe mwigizaji nijengeze pesa nyingi sana. Nikawa na waza nikifika huko magharibi, huko nchi za watu, niwe muuza madawa ya kulevya, maana ina hela sana. Yalipita mawazo mengi sana katika akili yangu. Meli ilisimama tena sehemu na baada ya madhaka kazani ilisikia milango ikifunguliwa, na hiyo iliashiria kwamba vijana wengine waliingizwa kwa siri. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, ndo hali ya bahari ilizidi kuwa mbaya, huku vijana wengi walitapika hadi kupoteza fahamu, wengine walitapika mpaka kujisaidia haja ndogo na kubwa hapo hapo, ili mradi ilikuwa ni karaha ndani ya chumba hicho, harufu ilikuwa ni mbaya sana. Utasema tulikuwa tunaishi katika karo labda la kinyesi. Hata hivyo, ilifika wakati hiyo harufu sikuisikia tena. Maskini mimi, nilipojiangalia niligundua kuwa nilikuwa nimekonda sana, nilikuwa nimekonda sana. Hapo sasa nikaanza kujuta kwa nini nimefanya maamuzi ya kijinga namna ile, lakini ningefanyaje? Na wakati maji nilishayavulia nguo na sikuwa na budi kwa kuweza kuyaoga mwili wangu ulijaa ukurutu kutokana na kutokuoga kwa muda mrefu sana. Yaani tulikaa ndani ya chumba hicho mpaka tukasahau siku siku zinaendaje, yani huko duniani, maana hata jua tulikuwa tulioni. Ukweli hali ilizidi kuwa mbaya katika vyumba hivi tulivyokuwa tumefichwa. Istoshe, tulikuwa wengi sana, lakini tungefanyaje na kila mmoja alikuwa na nia kuweza kufika huko nchi za nje, yaani magharibi. Tukiwa humo ghafla meli ilisimama. Tulidhani kwamba tushafika. Wengi tulianza kutabasamu lakini tabasamu hizo zilipotea baada ya kufunguliwa na kuingia wanaume watatu wakiwa na mitutu mikononi. Walituamuru tusimame na kuongoza njia kuelekea nje ya vyumba hivyo. Walitupeleka mpaka juu kabisa kwenye deki na huko sasa nilipigwa na mshangao mzito baada ya kuona idadi yetu ilikuwa ni kubwa sana. Nyinyi ndio mnaopenda kuzamia, si ndiyo? Alongea mtu mmoja aliyekuwa katika mavazi ya kinahodha. Moyo ulianza kunienda mbio, na hapo nikaanza kukumbuka hadithi za mtaani etukikamatwa, na mabaharia, aidha ufanywe mwanamke au wa kutosa majini, uliwe na samaki au ufe mwenyewe. Na asikwambie mtu kifo cha maji ni kibaya sana kwa sababu hufi mpaka pale utakapokuwa ushakunywa maji mengi sana, na mwili hauna tena pumzi. Yaani e unakufa taratibu mno, huku unajiona kabisa kwamba hapa sasa nakufa na uwezi kufanya chochote kile. Jamaa akasema tena, si nimewauliza nyinyi safari hii? Alifoka kisha akaendelea, sasa ni vii hapa inabidi mchague kuwa wake zetu au tuatoe sadaka baharini mkaliwe na samaki alafu, mimi huwa napenda sana watoto wa kiume mwenyewe, aliongea baharia mmoja ambaye alionekana kuwa na ucho sana wa ngono. Ilikuwa ni rahisi kumjua kutokana na kuwa tayari soro yake ilikuwa imeshatuna maeneo yazipo. Eti mimi mwanaume mzima nikubali kulawitiwa? Nilijisemea moyoni. Nilipoangalia pembeni, nilimwona binti mmoja mrembo sana mwenye asili ya Kisomali. Alikuwa akitetemeka si mchezo. Mimi mwenyewe nilikuwa nikitetemeka, lakini nilijikuta nikimuonea huruma yule binti maskini. Sijui alikuwa amekimbia vita huko kwao, na huko anakutana na mama, maafa mengine pia. Nilianza kuangaza huku na kule kutafuta kama kuna kisiwa karibu. Kutokana na uzoefu wangu baharini niliweza kugundua kwamba kipo kisiwa japo kilikuwa kiko mbali kidogo. Aha. Nani yuko tayari kuwa chombo chetu cha starehe? aliuliza baharia mmoja. Hapo niliwaona wadada wawili wakisogea mbele kuashiria kwamba walikuwa tayari kutumika kama chombo cha starehe ili kuokoa maisha yao maabari ya wili waliwashika wale wadada, waliwavua nguo kisha wakaanza kuwafanyia ushenzi wao mbele yetu sisi tunashuhudia. Tena mbaya zaidi, walikuwa wanarekodiwa na kamera. Maskini wa dada wa watu walipiga sana kelele na kulia kwa nguvu, kutokana na maumivu waliokuwa nayapata pale walipokuwa wanaingiliwa. Hata hivyo wale jamaa hawakuacha kuwafanyia kile walichokuwa wanawafanyia, walifanya mpaka pale walipofika mshindo mkuu kabisa, wakawapiga risasi na kuwatosa baharini. Baharia mmoja akasema, miongoni mwa wale washenzi wawili, akasema hivi, unapokubali kuwa chombo chetu cha starehe, hutakiwi kulia. Sasa hawa wamekosea, wamelia na ndio maana tumewaua, tumatupa baharini. Mimi nikajisemea moyoni kama mbwa na iwe mbwa, liwalo na liwe. Mimi mtoto wa kiume, siwezi kukubali waniingilie pote le pote, ni bora nife majini, nitaenda tu kujitetea mbele za Mungu, lakini sio nifanyie ushenzi wao wanaotaka wao ufanye. Nilijisemea moyoni na, na kumwangalia ule binti wa Kisomali. Nilimfanyia ishara kama anajua kuogelea, naye akatikisa kichwa kwa ishara kwamba alikuwa anajua. Kumbuka msikilizaji, mimi kaka yangu alikuwa ni mvuvi na niliishi Zanzibar kule, na nikawa nafanya shughuli ya uvuvi takribani miaka miwili. Ku kwenye swala zima la kuyakata maji, yaani kuogelea, nilikuwa najua <sighs> nilivuta pumzi kwa nguvu sana, kwa maana nilielewa kitendo ninachokwenda kukifanya kinaweza kuigarimu maisha yangu. Nilimshika mkono yule binti na kukimbia nayo. Nilipofika mwisho wa sikujishauri, nilimvuta kwa nguvu na kuruka naye majini. Kwa mbali nilisikia milio ya risasi, lakini wala sikujali Kutokana na uwezo wangu mkubwa wa kuogelea na wa yule binti, msikilizaji, weze amini tulifika mbali sana na kisha tukaibuka. Nilipoangalia kule kwenye meli, niliona vijana wengine wenye roho za paka kama mimi, walikuwa wanajitosa majini. Sikutaka kupoteza muda, maana nilielewa tukiendelea kung'ang'aa macho hapo sehemu hiyo, huenda wale jamaa wakatufuata. Nilimpa ishara yule binti anifuate na kwanza kuogelea Tuliogelea kwa muda mrefu sana. Yule binti akasema, mimi nimeshachoka. Nikamwambia, jitahidi, muda sio mrefu, tutafika. Ukichoka manake ni kwamba unataka kufa. Nilimjibu hivyo ili mradi tu asikate tamaa. Alikubali tukaendelea kukata maji. Sasa kiza kilishaanza kuingia. Yule binti akaniambia, naomba tu niache nife, uendelee na safari Nashukuru kwa msaada wako, yule binti aliongea kwa tabu sana, na kabla sijamjibu alianza kuzama. Maskini ya Mungu. Nikamwambia, mimi sijakuokoa uje kufia mikononi mwangu, nilijisemea na kumshika kisha, nisijui hata ni saa ngapi, nilipoteza fahamu, ila nilikuja kushtuka baada ya kuhisi kitu kama baridi kikinigusa mdomoni na kunisaidia pumzi Wenzetu wanaita busu la kuokoa maisha, kiss of life. Nilipoangalia vizuri, niligundua kwamba nilikuwa ufukweni na yule binti alikuwa pembeni yangu ananiangalia. Sijai kuona mtu mbishi kama wewe, yani unathubutu kupambana na kifo, aliongea binti huyo huku akitabasamu, tabasamu ambalo liliuchanua uso wake na kudhibitisha urembo wake pia. Nikamwambia, siku yetu ya kufa ilikuwa bado haijafika, nilimjibu huku nikijizoa zoa na nikakaa kitako <sighs> Dadangu, mimi naitwa Adamu, ilibidi nijitambulishe maana mpaka muda huo tulikuwa hatujuani majina. Ile ndoto ya kijana Adamu kwenda Ulaya tayari imeshazima. Je, yeah. Nini kitamkuta kijana Adamu na wenzake? Usikose kufuatilia mkasa huu mzito sehemu inayofuata.